Ndio maana assalamu aleikum warahmatullahi taalaabarakatu, jamani, aelewa uzurimanaake, sio ile tu inakomeshea asaabakau amani shuke ah, ah. Nini asili ya yani neno hilo? Asili yake ni kutaka kujenga, kumhakikishia mwenzako kwa amani kwamba wewe si mtu mzuri, una chochote, na pia inakupa mafunzo kwamba unatakiwa mtu uwe mtu wa amani na mtu mtulivu, usio na usiokuwa na uchokozi, usiokuwa na nini, ndio maana yake. Imeleka uzuri mpaka hapo. Nakumbuka Dar es Salaam kule zamani, maana nikodaha, miaka mingi, ilikuwa askari hawa ndugu zetu askari hawa katika kulinda usalama wanakamata kamata wahuni nakini, yo, kitebea, yako, yo, na nini, lakini wewe ukitembea una kofia yako baragashia o umefunga uzuri na kanzu yako nenda, hey, nenda wanajua kwamba wewe ni mtu wa amani, akipita akija mtu kija mta wewe cha <laughs> <Thank you. laughs> <Amen. laughs> yameharibika hivi karibuni tu, lakini ilikuwa namna hiyo, kuonesha kwamba Uislamu ni amani, maamkizi yake ni amani, kila kitu chake ni amani. Hata peponi wataambiwa watu waingie kwa nini? Udkhuluha bisalamin aminin, ingieni katika pepo kwa amani. Amani ah, sasa amani gani, wakati pepo ina amani moja kwa moja wala haina tabu yote? Tatunaambiwa kuna amani, kwani kuna uchokozi kule? Kuna maadui kule? Kuna kuta vitu vibaya kule? Kule kila kitu ni, ni raha tupu kule. Sasa Mungu, mbona tuambia tuingie kwa amani? Ni kutaka kusisitiza watu waendelee kushikamana na amani na utulivu. Vijana mnanielewa? Nitakuja kutoa lecture siku moja, tutastarehe sana, nasikia bwana <laughs> hata maamkizi mle hayajabadilishwa. Maamkizi haya tuliyozungumza hapa hata peponi yamerudishwa, watahiyatuhum fiha, kuonyesha kwamba bado ni amani tu ile inahitajika. Amani inahitajika kila kila mahala. Moja nikupe kitu kingine kama mwanafunzi na kama walimu pia. Katika mwezi wa Ramadhani hakuna usiku uliokuwa mtukufu kama usiku gani? Aha. Ule usiku wa Lailatul Qadri ni usiku wenye heshima. Lakini ndani yake siku ile inakuwa ni siku ya sherehe ya ya, ya ya, usiku ule wa heshima wa Lailatul Qadri. Na ndio maana inatakiwa watu wadumu wa kukesha mwezi mzima kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadri, kwa sababu ukiupata inakuwa ni bora kuliko miezi alfu moja. Imeeleweka uzuri? Lakini wakati wa kushuka ule usiku unashuka na malaika kama sherehe kubwa, tanazzalu lmalaikatu waruhu fiha, nashuka na malaika wengi, lakini na Jibril yumo katika kushuka, Bi biidhni rabbihim min kulli amr, lakini salamun hiya hata